Tanzania yaruhusu mawakili kutoa msaada wa kisheria katika kesi zisizo na mgongano wa maslahi. Serikali ya Tanzania imechukua hatua muhimu ya kisheria kwa kuruhusu mawakili wa serikali na maafisa wa kisheria waliothibitishwa kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi katika kesi ambazo hazina mgongano wa maslahi na waajiri wao. Hatua hii imeelezwa kuwa ni sehemu ya jitihada za serikali za kupanua upatikanaji wa haki, kuimarisha utawala wa sheria na kuhakikisha kuwa wananchi wengi zaidi wanapata msaada wa kisheria bila vikwazo. Hatua hiyo ilitangazwa wakati wa mafunzo maalumu kwa mawakili wa serikali na maafisa wa kisheria, yaliyolenga kuwaongezea uelewa na uwezo wa kitaaluma katika utoaji wa huduma za kisheria kwa jamii. Serikali imeeleza kuwa kuna mahitaji makubwa ya msaada wa kisheria miongoni mwa wananchi, hasa kwa wale wasio na uwezo wa kugharamia huduma za wakili binafsi na kwamba mpango huu ni njia ya kuziba pengo hilo. Lengo la kuimarisha upatikanaji wa haki. Kupitia uamuzi huu, serikali inalenga kuhakikisha kuwa haki inapatikana kwa wote bila kujali hali ya kiuchumi au kijamii. Mawakili wa serikali, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakihudumia maslahi ya taasisi za umma sasa, wanapewa fursa ya kushiriki moja kwa moja katika kusaidia wananchi pale ambapo hakuna mgongano wa maslahi. Hii ina maana kuwa wakili hataruhusiwa kutoa msaada katika kesi inayohusiana moja kwa moja na taasisi anayofanyia kazi au maslahi yanayoweza kuathiri uadilifu wake. Serikali imeeleza kuwa mpango huu unalenga kuongeza idadi ya watoa huduma za kisheria wanaopatikana kwa wananchi, hasa katika maeneo ya vijijini na pembezoni mwa miji ambako upatikanaji wa huduma za kisheria umekuwa mdogo kwa muda mrefu. Faida kwa wananchi na jamii kwa ujumla. Wananchi wengi wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za kisheria katika masuala ya ardhi, mirathi, ndoa na talaka, ajira na migogoro ya kijamii bila kuwa na msaada wa kitaalamu. Kutokana na gharama kubwa za huduma za kisheria, baadhi ya wananchi hulazimika kuachana na madai yao au kushindwa kupata haki wanayostahili. Kupitia mpango huu mpya, wananchi wanatarajiwa kupata msaada wa kisheria kwa wakati, jambo litakalosaidia kupunguza migogoro isiyo ya lazima, kuharakisha utatuzi wa kesi na kuongeza imani ya jamii katika mfumo wa haki. Serikali inaamini kuwa jamii yenye uelewa wa haki na inayopata msaada wa kisheria kwa urahisi hujenga misingi imara ya amani, utalifu na maendeleo. Wajibu wa mawakili na maafisa wa kisheria. Serikali imewakumbusha mawakili na maafisa wa kisheria kuwa utoaji wa msaada wa kisheria ni jukumu la kitaaluma na kijamii. Ingawa huduma hii inaweza kutolewa bila malipo kwa wananchi wanaohitaji, inapaswa kufanywa kwa uadilifu, uaminifu na kwa kuzingatia sheria na kanuni zote za maadili ya taaluma ya sheria. Mawakili wanaotoa msaada wa kisheria wanatakiwa kuhakikisha kuwa hakuna mgongano wa maslahi kabla ya kushughulikia kesi yoyote na wanapaswa kutoa taarifa sahihi kwa mamlaka husika, endapo mgongano huo utajitokeza. Serikali imeweka msisitizo mkubwa juu ya uadilifu ili kuhakikisha kuwa mpango huu hauathiri athiri uwajibikawi wala heshima ya taaluma ya sheria. Changamoto zilizokuwepo kabla ya hatua hii. Kabla ya uamuzi huu, upatikanaji wa msaada wa kisheria ulikuwa changamoto kubwa kwa makundi mengi ya wananchi. Ukosefu wa wanasheria wa kutosha, hasa katika maeneo ya mbali na miji mikubwa, ulipelekea wananchi wengi kukosa msaada wa kitaalamu wanapokutana na migogoro ya kisheria. Aidha, uelewa mdogo wa haki za kisheria miongoni mwa wananchi umechangia baadhi ya watu kunyimwa haki zao au kuingia katika makubaliano yasiyo ya haki. Serikali imeeleza kuwa mpango huu ni sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha elimu ya kisheria kwa umma na kuwajenga wananchi uwezo wa kutambua na kutetea haki zao. Uhusiano na mageuzi ya sekta ya sheria. Hatua ya kuruhusu mawakili wa serikali kutoa msaada wa kisheria inaendana na mageuzi yanayoendelea katika sekta ya sheria nchini. Serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kuboresha mifumo ya utoaji haki, ikiwemo kuimarisha mahakama, kuharakisha usikilizwaji wa kesi na kuhimiza matumizi ya njia mbadala za utatuzi wa migogoro. Mpango huu pia unatarajiwa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, mashirika ya kiarabi na taasisi nyingine zinazotoa msaada wa kisheria kwa lengo la kuwafikia wananchi wengi zaidi na kuhakikisha kuwa huduma hizi zinakuwa endelevu. Mustakabali wa msaada wa kisheria nchini. Kwa ujumla, uamuzi huu wa serikali unaonekana kuwa hatua muhimu kuelekea kujenga mfumo wa haki unaofikika na unaowajali wananchi wote. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kufuatilia utekelezaji wa mpango huu ili kuhakikisha unatekelezwa kwa ufanisi bila kuathiri maadili ya taaluma ya sheria bila kuleta mgongano wa maslahi. Kupitia mpango huu, Tanzania inalenga kujenga jamii yenye uelewa wa haki, inayoheshimu sheria na inayoweza kutumia mifumo ya kisheria kwa manufaa ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Hatua hii inatarajiwa kuwa chachu ya mabadiliko chanya katika sekta ya sheria na kuwa msaada mkubwa kwa wananchi wanaohitaji haki lakini hawana uwezo wa kuipata kwa urahisi.